Ramadhani Ngoda na najua huko Zanzibar, tuthibitishie hali ya hewa iko vipi Zanzibar wakati huu tukiwa tunaelekea katika mechi muhimu ya fainali hapo kesho. Ha, Zanzibar iko vizuri na hali ya hewa ni nzuri kabisa rafiki, ni hali ya hewa ambayo haina utofauti na inapofika kipindi kama hiki. E, mikoa mingi ya pwani, maeneo mengi ambayo ya yako pembezoni mwa bahari huwa hali ya hewa yake ni joto na ndivyo ilivyo katika visiwa hivi vya Zanzibar. Joto linafika nyuzi joto thelathini, kuna muda linashuka mpaka ishirini na tisa, lakini linacheza humo. Kwahiyo hali ya hewa kwa namna moja au nyingine haitofautiani sana hiyo ambayo mnayo huko Tabata TT Dar es Salaam. Uh, hakuna tofauti mkubwa, lakini vinginevyo kumepamba vizuri na kumekucha na kijua fulani hivi kidogo kidogo cha vitamin D ambacho hakiunguzi wala hakichomi. Uh, na kaji kwepo kwa mbali hivi lakini sio kile cha ja kufanya joto lipungue kwa kiasi hicho. Kwa hiyo hiyo ndio eh, hali halisi eh, ya hapa Zanzibar kwa upande wa hali ya hewa. Lakini kwa kipindi kama hiki ambacho tunafahamu kwamba mji umekuwa na wageni wengi, ukitoka tu nje yaani unaanza kukutana na zile sura na rangi ambazo eh, mbali na fainali hii pengine usingeziona. Eh, mashabiki ni wengi sana ambao wamefika hapa Zanzibar. Kuna wale ambao walikuja pamoja na timu ya hamasa ya Simba wao walifika mapema sana hapa na wakafanya aktivesheni yao katika viwanja vya Mnazi mmoja juzi. Kwa hiyo bado wameendelea kuwepo na kuna wengine wameendelea kuja. Unajua, kila mmoja anajikuna pale anapofikia. Eh, kuna wale ambao wana uwezo wa kukaa Zanzibar wiki wana kaa wiki, kuna wale ambao wana uwezo wa kukaa Zanzibar siku nne wanakaa siku nne kuelekea fainali, na kuna wale ambao eh, watakuja leo kama ambavyo nimemshuhudia Alibakari akiwa kwenye boti hapo na baadhi ya mashariki ambao wanakuja leo, wameona kwamba ni bora waje leo kesho wangalia mechi alafu waangalie utaratibu wa kurudi, lakini kuna wale ambao watakuja siku ya mechi na baada ya mechi wataondoka, kama ambavyo Simba walivyotangaza utaratibu wa eh, kuandaa usafiri wa ndege kwa wale ambao wataona kwamba hapana, hawezi si kulala Zanzibar kwao, watakuja Jumapili na baada ya mechi usiku watakwenda uwanja wa ndege na kisha Dar es Salaam na maeneo mengine hivi hivi, boti haziwezi kusafiri usiku usiku, nafikiri kwa sababu mechi inaisha mapema hii. Eh, mechi inaisha mapema saa kumi na mbili inaisha saa moja. Unaweza ukageuza kwa mfano saa mbili bado unaweza saa mbili usiku, yeah. usiku boti ya saa moja naambiwa lakini inavuka mm, au ndio inaenda kukaa katikati ya maji. Kuna kipindi cha kuchezwa mechi ya usiku. Panda boti saa moja ndio saa moja lakini unaenda unakaa katikati kati ya maji kule unasubiri kukucha alfajiri zile, am zile ni boti zile za <coughs> Pemba kwenda Pemba ambazo zile ni kubwa, unazijua vizuri mm. zile ni kubwa za kwenda kutoka Dar es Salaam kwenda Pemba ama, okay, Pemba kuja Dar es Salaam zinaonyesha moja kwa moja okay. Haya basi, basi Ngoda asijui kama bado huko hewani uh, ba tupo tunazungumza tuna wenyewe hapa kuhusiana na route za boti, angalau tu tuna boti ya, inatoka saa tatu inafika saa nne. Aona sema kuna mechi kubwa Zanzibar. Kuna mambo mengi usiku. Inawezekana lile giza. Ndio maana tuka kuna hizo labda. Ngoda, ngoda, ngoda mzoefu wa, wa Zanzibar. Hapa hivyo naweza akatusaidia. Ni mzoefu sana wa kwenda na kurudia. Na ni kweli mzoefu kwa sababu umeona yuko kwenye gari pale. Sasa. Mm. Ngoda he? Mlikuwa mnazungumza wenyewe. Au tayari umeshaanza kuishirikisha. Haya bwana, uh, Ngoda tupo katika kurasa za mwisho na tupo katika kurasa za mwisho Ngoda, na najua timu yako, ya, tim, yako ya Napoli jana imekuwa bingwa uh, lakini tuachane na haya uh, mambo ya ubingwa, tunataka tuangalie uh, tuangalie mambo ya kesho uh, magazeti yamefika kweli Zanzibar ya kutoka bara kuja huko au magazeti yale ya, ya Zanzibar umeashuhudia? ya michezo? Hapana, kiukweli e, sijafanikiwa kutoka e, e, nje na kwenda kwenye maeneo ya viunga vya magazeti kwa asubuhi hii, lakini hakika niliyokuwa nayo ni kwamba e, magazeti yote leo yatakuwa yameandika vitu vingi sana kuhusiana e, na mechi hiyo ya fainali, kwa sababu jana kulikuwa kuna vitu vingi sana kuelekea kwenye fainali, ikiwemo e, mikutano na waandishi wa habari na kuna mkutano na waandishi wa habari ambao ulifanyika e, uliitishwa na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale alizungumza eh, mweshimiwa waziri eh, Soraga, eh, kuelekea kwenye fainali hiyo, na kikubwa alichokizungumza ni namna gani ambavyo fainali hii itaitangaza Zanzibar na vivutio vyake kwa kiasi kikubwa, na amesisitiza kwamba Wazanzibari watumie fursa hii kuhakikisha kwamba wanatengeneza picha nzuri ya Zanzibar, e, ule ukarimu, namna gani ambavyo walivyokuwa wanaweza kuchangamkia fursa kuwakaribisha wageni na namna ya kuwaonyesha wageni vivutio vingi vya Zanzibar. Kwa hiyo ni kitu ambacho eh, hata wizara ya utalii na mambo ya kale E, imechukulia serious sana kuhakikisha kwamba Zanzibar inatangazika kupitia kupitia fainali hii, lakini pia e, kulikuwa kuna e, ufafanuzi kuhusiana na namna ya kuingia uwanjani, kama unavyofahamu kwamba kuna masuala ya protokali. Wengine walikuwa wanaofia kwa sababu Rais Mwinyi atakuwepo uwanjani, hivyo huenda labda utaratibu e, wa kuingia uwanjani ukabadilika, na hasa muda wa kuingia uwanjani, kukawa kuna kile kikomo cha kwamba ikifika muda fulani, basi uwe tayari ushaingia uwanjani, vinginevyo au utaingia uwanjani lakini ulitolewa ufafanuzi mzuri tu na e, kamishina wa michezo hapa Zanzibar, e, mheshimiwa Amir Mohamed, na akasema kwamba mpira utabakia kuwa ni mpira, taratibu za mpira zitabakia kuwa taratibu za mpira, watu watafanya kazi yao inayotakiwa kufanywa, hata kama mheshimiwa rais atakuwepo, lakini taratibu za kuingia uwanjani zitasalia kuwa zile zile. Hivyo e, mheshimiwa rais kuwepo uwanjani kesho hakuta athiri kwa namna yoyote taratibu za kuingia uwanjani ama muda wa watu kuingia uwanjani, isipokuwa tu amesisitiza wa kwamba watu waingie mapema, ili kila mtu akae pale ambapo alikata tiketi ya kukaa, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mengine ambayo umekata tiketi na kama protokali zile zimeshaanza kutoa nafasi, huenda ukajikuta nakaa sehemu nyingine tofauti ile ambayo eh, ulitakiwa kukaa ama ulikata tiketi kwa ajili kwa ajili ya kukaa. Hivyo naamini kabisa kwamba magazeti mengi yatakuwa yameripoti kitu hicho, kwa sababu ni kitu ambacho eh, ni muhimu kuelekea kwenye mechi hiyo ya fainali, na vyombo vingi vya habari kuanzia jana vimekuwa vikizungumza sana kuelekea kwenye kwenye mechi hii. Hata vijiwe zilipata nafasi ya kufika eh, maeneo foro eh, eh, ya Forodhani pale usiku, licha ya kwamba watu walikuwa wanajipatia pweza wanakula zao samaki eh, wanakula shawarma, lakini stori ambazo zilikuwa zikizungumzwa ni hivyo. Hata wale wafanyabiashara wenyewe pia, kikubwa ambacho walikuwa wakitaniana, unajua kuna eh, matani hapa na pale, kikubwa kilikuwa kinalenga kuzungumzia mechi hiyo ya fainali. Hakika ile tukio ambalo linakwenda kusimamisha bara la Afrika, hakika ni kitu ambacho kinakwenda kufanyika na ku